Mnamo tarehe kumi na saba wanne ishirini na tano majira ya saa kumi na mbili za jioni, tulipata taarifa kutoka katika kijiji cha Mwabomba kata ya Idahina tarafa ya Dakama wilaya ya kipolisi Ushetu na mkoa wa Shinyanga kwamba kuna wachimbaji ambao walifunikwa na kifusi cha udongo wakati wa kichimba dhahabu eneo namba sita huku Mwabomba mwa. kwa huzuni kabisa nipende kusema kwamba wamepoteza maisha. wa kwanza ni Locky Charles mwenye umri wa miaka thelathini na moja Sukuma. Huyu mwingine Maneno Chales, eh, huyu atukuweza kupata umri wake, lakini watatu ni Yakobo Kitalima, huyu pia ni mkazi wa kijiji cha Bukinda. Swali wito, uh, kwa wachimbaji, zile shughuli ni za hatari, hasa katika kipindi hiki cha mvua, ka anatakiwa kuwa makini, lakini kuhakikisha kwamba zile taratibu za kule migodini zinafuata, kwa sababu ndio maana wako maosa madini wataalamu wapo. Nitoe pole kwa familia, lakini nitoe pole kwa wilaya ya Kahama, kushuma jisi na mkoa kwa ujumla. Sote tumepokea msiba um, huu kwa majonzi sana. Tunaendelea kuchunguza, lakini mara nyingi uh, kipindi cha mvua, kumbuka yale ni mashimo kwa automatic, kwa kwa haraka haraka tunaweza ukaona kwamba udongo utakuwa umeloa.